Jina naitwa Neema Adamu Kirugara, naishi Daraja Mbili. hmm. Wamenchukulia mtoto wangu pale hospitali Mount Meru. Mimi nataka tu anirudishie mtoto wangu. hmm. Nikamtaarifu nika mama mama, mbona hivi vitenge si vya kwetu? Mama akasema ngoja nikamwite nani huyo, nesi aliomleta mtoto. Nesi akaja akamchukua yule mtoto kwa kutumaini kwamba anaenda kufanyaje, kuchukua vitenge ambavyo ni vya kwetu kumfunika, anirudishie mtoto. Baadaye anarudi nashangaa, anarudi hawajanletea mtoto, ananzungusha, ananiambia kwamba mtoto yupo kwenye chumba cha joto. Najiuliza mtoto yupo chum, kwenye chumba cha joto kwa sababu gani, wakati mtoto wangu ni mzima, ambao jambo ana matatizo yote ya kipindi ninavyojifungua. Wakanzungusha usiku, ananiambia mtoto yupo kwenye chumba cha joto, ila yupo vizuri. Nikaambia nataka kumwona hata sasa hivi. Wakasema sasa hivi hawawezi kwenda kumwona mtoto. Nikasubiria asubuhi, asubuhi kwenda kumwona kumwangalia mtoto, sio yule mtoto wangu. Mtoto wangu wamemchukua, wame, wame sijui hata wamempeleka wapi, na kwa vile tu nilikuwa nimefanyia operation, mtoto wangu asingepotea. <laughs> <laughs> mi namtaka tu mtoto wangu. <laughs> ni mtoto wangu mimi, namtaka. Ana kilo tatu ishirini na moja, na ni mweupe. Wamenichukulia mtoto wangu pale hospitali Mount Meru. Mimi nataka tu wanirudishie mtoto wangu, sina lingine la kuomba. Ikabidi nimwite nesi wa kwenye ile wodi, ngaambia nesi, tumebadilishiwa mtoto. Ule nesi akasema mm, hii ni kesi, ngoja nimwite aliyemleta mtoto. Kweli akaita huyo Glory, akaja, nikamuuliza nesi, mbona umemleta mtoto na nguo ya kwetu sio hii? Ni kama iliyotandika kitandani. Akasema wakati na wapima ndo nimechanganya. Nikamwambia sawa, wuja tuangalie jina na maana. Kama ningemkuta yule mtoto ana jina kwenye mkono, zile tagi wanazovalishwa au kwenye mguu, ina maana ningemtoa tu mtoto zile nguo, alafu nikampa nesi, nikabakia na nini na mtoto. Lakini kumwangalia mtoto hana jina, kumwangalia mtoto hana alama yote ya kwamba ni mtoto wetu, alafu mtoto ni mweusi, na huyu tayari ashaniambia mtoto ni mweupe. Nikamwambia nesi, umemchanganyaje watoto? Akasema wakati nawapima. Sasa nikategemea kwamba tunatoka tunaingia kule leba odi, alikwenda kuwapima kwamba anaenda kutupa mtoto wa kwetu. Akatoka akikimbia akaingia odi inayofuata. Na mimi namfuata tu nyuma, nakimbizana naye. Kuna dada alikuwa anaitwa Mariam anamnyonyesha mtoto, akamchukua pale nakuta kuna mtoto mmoja baada ya mwingine, nione kama wana jina, ilikuwa kama wakati ulimchanganya. Kwa kweli imeangalia watoto wote pale wakuwa na, na, majina. Walikuwa tu wamefunikwa funikwa, wako pale juu hicho kama kitrei wamekwa pale. Kwa hiyo tukaoneshwa mtoto ambaye ni mgonjwa. Nikamwambia sasa naomba kwa ushahidi mwingine ili tu nijiridhishe. Umesema wewe una mgonjwa, weo, mgonjwa weo, mtoto wetu mpime. Akamnyanyua mtoto na vitenge akamweka kwenye uo, kwenye hiyo mizani. Mtoto ana kilo mbili na gramu 285. Nikamwambia je, daktari Nesi, mbona huyu mtoto ana kilo mbili na gramu 285, wakati wa kilo 3.1 iko wapi? Akasema nilimpima tu wakati ana nguo, si nilitoa moja. Ngamu nilitoa moja nini? Ndio wakati napiga pale kelele, maana yake nilidondoka pale kwa mshtuko. Wakaja na madokta wengine. Kuna huyo daktari akaja akasema, mama unavyolalamika wewe umesomea sayansi. Sisi hatuongee kama mwanasiasa, tunaongea kama nimesomea sayansi. Huyo mtoto ndio wa kwenu. Kipi kimesababisha mjue mtoto ni wako wakati mtoto hana jina lolote?